Oin i nzuri mimi kwangu inaniongelea. Kuna wakati najipata kwamba unahisi kwamba uko chini sana, lakini ukipatana na, na pasi kama hii, neno la Mungu samoro a m ushajipata ukiwa chini sana like,

ilemo iyudo mumakata ibedo kar kendi ichako wero wer mero samaoro inyalo wer kuom kendiiwero were chunyikata iyudo muma imanyogi e muma ma jioa kendo kaka o jioa

nipuonja you know, mondo love era noherodr patience. Era negi rito kindness. Era ni ok wang iok wang' piyo kendo mor e adieraler kachel aciel nipuonja mondo aher kaka nyasaye nohero mano kaka jokristo obed jomarito Ritorito sisi kungoja the second coming of Christ. rito samoro gimoro magelo gibedo girito maiti Yesu, Yesu, bro biro ah, angenyo

Yovene wanaita kwetu, tunaita ile ngumu kabisa ndamu amu enye utaki kushare na wengine. Alafu tunasema kwamba sisi ni Wakristo na tulifunzwa kwamba huku leo hii sisi tunapita ni wapita njia